Punda aliyemchukua Yesu kumpeleka Yerusalema, wamama walitandika vitambaa, wengine wakakata matawi wakatandika barabarani. Alafu akisikia makofi, akashikia ngoma zikilia, watu wakisema hozana hozana, akazani ya kwamba ni yeye ndiye anayepigiwa makofi, ni yeye ndiye anayepigiwa hizo shangwe, ama sifa zote anazozisikia ni kwake akasahau ya kwamba kuna mtu anayempandia juu, ya kwamba mtu aliye juu yake ni yeye anayepewa sifa hizo. Nikisema ya kwamba kuna watumishi wengi wakati wanapopewa sifa, anazani ya kwamba ni yeye ndiye anayepewa sifa, anasahau ya kwamba picha ya Yesu inaonekana juu yake. Ni ile picha ndiyo anayoona, si kwamba ni yeye, ni Yesu ndiyo anayeona ndani mwake. Halafu anapewa nini? Anapewa heshima. Sikusema ya kwamba watu wote wanaokupatia heshima wamekuheshimu kwa sababu ni wewe, ni kwa sababu wamemuona Yesu mzima ndani mwako.